CCM kimewaasa wanachama wake kuwa watulivu hasa wale ambao majimbo yao yalikuwa na dosari katika uchaguzi mkuu ambao ulifanyika mnamo Oktoba 25 mwaka huu. Wameaswa kuvuta subira ili dosari zinazotajwa ziweze kutafutiwa ufumbuzi wa vyombo vya dola vyenye mamlaka hiyo. Olivo Moto ndio mwenye undani wa taarifa hii. Ni wanachama wa chama cha mapinduzi CCM wakiwa nje ya makao makuu ya ofisi za CCM mkoa wa Iringa wakitafakari na kujadili masuala mbalimbali mbali, na kuu likiwa ni la ushindi wa kiti cha urais uliotwaliwa na mgombea wa CCM Dr. John Magufuli. Ya kushangilia ushindi mkubwa na ushindi wa kihistoria wa rais wetu ndugu yetu John Pombe Magufuli. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Wakazi wa Iringa kwa kumpatia kula nyingi ambazo zimepelekea rais wetu kuweza kuibuka kwa kishindo. Suala la usaliti katika chama nalo bado ni gumzo ambapo Yahaya Msigwa, katibu wa itikadi na uenezi CCM, analitolea ufafanuzi jambo hilo. Watu wengine wanafanya jitihada za kushinda, watu wengine wanafanya jitihada za kutugulisha tusishinde ni kusaliti chama na kukiweka chama katika hali ama kushindwa katika uchaguzi wa dola ama kuchama kinuke mbele ya umma. Anayeshirikiana na wapinzani kuchimba na kukivuruga chama chetu, huyo hawezi kukubalika kuwa miongoni mwetu. Agnes Kasela Ulaya ni katibu msaidizi wa CCM mkoa wa Iringa anawataka wanachama wa CCM kufanya kazi kwa bidii kama ilivyo kauli mbiu ya chama chao inayosema hapa ni kazi tu. Na niwaombe tu tuendelee kuwa watulivu, chama cha mapinduzi bado kinang'ana, nchi bado iko mikononi mwetu, basi tufanye kazi na sisi tuseme tu hapa kazi tu hapa. tuendelee kufanya kazi kwa umoja. Naye Jessica Msambata Vangu, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa, awali akizungumzia suala linalotajwa kuwa ni usaliti, aliwataka viongozi na wanachama wa CCM kuwa makini juu ya jambo hilo. Kwanza kuwaomba viongozi wa chama cha mapinduzi kwenye ngazi zote wawe imara, isijekuwa matokeo haya yakafika mahali yanaanza kutuchanganya na kutubagua ndani ya chama chetu isije kuwa maadui zetu sasa, maana inawezekana humu ndani tumekaa sisi, lakini pia kuna maadui tumechomekewa. Maana siasa siku hizi ni, ni rule of game. Tunasema siasa ndio hivyo, unaweza kuwa huko na mtu hapa, kumbe wenzao wamekupandikizia mtu aje akumalize. Rai hizo zimetolewa na viongozi wa CCM mkoa wa Iringa, wakati wanachama wa CCM wakisherekea ushindi wa mgombea wao John Magufuli alipokuwa akikabidhiwa cheti cha ushindi kiti cha urais. Oliva Moto, Star TV, Iringa.